Habari gani ndugu mtazamaji wa Eko TV? Nadhani umzima wa afya na unaendelea vyema katika kulijenga taifa na afya kiujumla. Kikubwa ambacho tumemwitia hapa bwana Ally KK ni kupitia yeye mtazamo wake wa video ambayo imekuwa ikisambaa sana ikimwonyesha Dr. Sule akitoa challenge ya milioni mia na kupitia Dr. Sule aliongea kwamba anatoa challenge kwa mashehe ambao wapo vizuri sana katika mambo ya majini, iwapo kama atawapa wagonjwa watano wa majini na ataweza kuwatibu vyema kwa kupitia Qurani. Sasa, kupitia mtazamo wa bwana Dr. Sule ilikuwa ni kwamba hakuna she yote ambaye ataweza kujitokeza, lakini mbele yetu hapa bwana Ally KK tumeshuhudia video ambayo amesema kwamba anaitaka hiyo milioni mia, na huyo daktari Sule ampe wagonjwa hata mia moja, yeye anaweza kufanya kitu kama hicho sasa kikubwa bwana, tukaona tumwite hapa mbele ili aweze kutufahamisha kipi ambacho kimemfanya aweze kujivunia hilo na kuweza kuonyesha kwamba kuna uwepesi wa kutimiza maneno ambayo Dkt Sule ameongea. Hali yote kwa mfumo wake imekuwa tiba, pia inategemea wapi unaitumia na kwa tatizo gani. Somo cha rukia siyo tiba pekee ya masheitani, kwa hiyo hata ukisoma Qurani miezi sita huyo jini hatopanda. Qurani si tiba pekee. Leo hakuna shekhe yoyote duniani hivi sasa, hakuna shekhe yoyote hata wanaozimba mishipa ya shingo wananishambulia, wananitukana, wanasema hivi amewahi kuwatibu watu wote wa wenye mashetani kwa Qurani na wamepona. Naomba atokeze shehe mmoja duniani aseme mimi kwangu hakuna jini ambaye nikisomea qurani anaacha kupona. Ataje huyo shehe, kama atakwenda mimi nitampelekea wagonjwa watano, wakipona wote nampa milioni mia. Na kama tunavyofahamu Dokta Sule ni dokta ambaye ni mkubwa sana ambaye anaaminika katika masuala ya kiimani. Sasa bwana Ally KK, kwanza ni kusalimu, habari gani kwanza? Anashukuru Mungu liko vizuri kabisa, sijui wewe ndugu yangu. Asante sana mimi nipo vizuri kabisa na nashukuru Mwenyezi Mwenyezi Mungu. Asante mimi pia nafurahi kuja tena hapa leo, lakini mada hiyo uliuliza ni mada rahisi sana kwangu, au kuijibu rahisi ni si tu kwamba najibu rahisi. kama anaigiza siigizi. Dr. Sule yeye ameonesha challenge, na, na mimi nimesema kwamba uzuri ametaja mashehe angesema mganga yoyote, kwa sababu mimi ni mganga wa mila na desturi. Kwa kuwa mimi ni mganga wa mila na desturi na kwa siingii kwenye kipengele anaposema kwamba mashehe, ila angesema mganga yoyote, maana yake mimi ningemtaka alipe wagonjwa mia, sio wagonjwa watano. Na kipi najivunia? Ninachojivunia ni uelewa, kwamba mimi nina uelewa mkubwa katika ulimwengu, na maana kwamba nafahamu kile kinachoitwa majini wenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo kuna watu wengi kama hivi Sheikh Dr. Sule, ndio maana nilizungumza kusema kwamba yuko sahihi. Kwa nini nasema Sule yuko sahihi? Kwa sababu Dr. Sule yeye kwa elimu yake na kutazama majini na maana kupitia elimu yake ndio na, na, maana pia ametumia shehe yoyote, ina maana shehe yoyote, na yeye ni shehe, ni wenzie katika sekta moja, kwa hiyo elimu yao kwa pamoja, utaona kwamba hata kitabu chao cha imani wanasema Mwenyezi Mungu ameumba wa binadamu na majini. Kwa kama Mwenyezi Mungu ameumba binadamu na majini, hapo tafakari ikoje kwamba jini kaingia kwenye mwili wa binadamu, iko ndo kitu ambacho kinaaminika. Sasa mimi ni mtu ambaye nimefanya chunguzi zangu, sio leo, siku nyingi tu, takriban huu mwaka wa kumi na nafanya research za mambo mbalimbali ya kiulimwengu nagundua kwamba binadamu ana matukio ambayo yapo katika mwili wake, ana shida anazozipitia katika mwili wake, ana vipindi vya changamoto. Hivi vipindi vya changamoto vikimfika, ndio vinaenda kutafsiriwa kwamba ni jini, na vipo katika visa tofauti tofauti. Kuna visa vingi ambavyo vinatafsiriwa kwamba una jini mwilini lakini uelewa umekaaje? ndani ya mwili wako kuna jini, yani ndani ya mwili wako kuna kiumbe mwingine. Huo ndio uelewa uliowekwa, na kama vile kisema Mungu ameumba binadamu na majini. Mungu hajaumba binadamu na majini peke yake, maanake Mungu ameumba vyote, vya ulimwenguni ni vyake. Sasa tunachokiangalia tunaangalia kwamba binadamu amepata changamoto, changamoto hizi zinatokana na nini? Sasa hiki kitu nimekisema sana kwamba waganga isiwe waganga wa tiba za asili kama wa mizimu kama mimi isiwe waganga wa kitabu isiwe waganga au wachungaji, si waombeaji. Yani swala ni kwamba, je, tunauelewa sawasawa na kazi tunayoifanya? Hiki ndio kitu watu hawana, na ndio maana mimi nimesema, sio mimi, hata ukinipa 200 yani, hata niletewe wagonjwa 200 sawa bwana, mimi nitawatibu, nichukue milioni 100 nichukue milioni mia, mimi sinatafuta hela hiyo hapo, wewe kwa mtazamo wako upoja yani kwamba wao wakiamini ya kwamba kwa, ya kwa, kwa imani yao kama ulivyosema kwenye upande wa mashee wakiamini kwamba mgonjwa anasumbuliwa na majini, na wewe umesema kwamba Mungu hajaumba binadamu na majini, kwenye upande wa majini umesema si kweli, labda au wagonjwa unamtazama vipi, ya kwamba huyo mgonjwa akiletwa anasumbuliwa na majini au kuna ugonjwa tofauti na hilo? Yani imani iliyojengwa katika dini, Mungu ameumba binadamu na majini. Sasa katika Mungu ameumba binadamu na majini, hiyo ni imani ya dini, sawa. Tunaenda kwenye utafiti. Mungu kaumba kila kitu kwa, hata huyo jini kama yupo ukamuona kwa macho manake, kaumbwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo majini wapo kweli? Ah, mimi siusemi, siwezi kusema majini wapo au hakuna, kwa sababu sijawahi kuwaona. Yani hakuna jini aliyoonekana kwa macho ya binadamu. Uwezi kuaminisha watu kwenye kitu ambacho hakionekani katika macho ya binadamu. Mungu kuna katuwekea vitu ambavyo tunaviona. Sasa uwezo wa Mungu na katika uchunguzi wa Mungu kiakili, unatakiwa uamini zaidi kwenye kitu ambacho wanakiona. Sasa hii historia ya jini ni kiumbe anayesimuliwa na ulimwengu binadamu. Tunamsimulia sana jini, lakini uhalisia hasa haupo. Huo ndio ukweli, na kama uhalisia haupo, ina maana mimi hapa nimefanya uchunguzi wa kuangalia mwanadamu anapopandisha jini, linaitwa jini, ni jini gani kaingiaingiaji? Nimefanya utafiti wa kutosha. Katika tafiti nagundua ni aina tu ya nguvu za mwili za binadamu zinaleta shida na kupata changamoto fulani ambayo pia imeshakusudiwa na Mungu mwenyewe. Sasa hizi nguvu ndizo zinazoitwa jini katika mwili wa binadamu asa kwakuwa nazitambua na nazijua kuzitibia omatawagonwa miambili mngine natakiwa apeweel t na kuna, apewe, yani kuna mtu mwingine anasumbuka naichwa kinachoitwa jini, na wala hautakiwi kumfanyia chochote, ila unamuelimisha tu, anakua amekaa sawa na, na, na, na, na, na tatizo lake anakua amelisahau. Ni kwa sababu gani? kwamba kujitambua katika mwili wako wewe ni nani? unapitia changamoto zipi e, mahusiano yako kwamba umeungana ume mapenzi na nani uliungana naye kwenye mapenzi, ni mtu nyota rafiki na ya kwako au adui na ya kwako? Hivi ni vitu watu hawavijui. Sasa changamoto zinazopatikana hapo zikiingia kwenye mwili ndo zinaitwa jini. Sasa kuingia kwenye mwili inawezekana zika, zikaja katika mfumo wa kiuchumi, zinaweza zikaja katika mfumo wa maradhi zinaweza zikaja katika mfumo kama hivyo kwamba mtu anapandisha jini. Kwa hiyo niseme kwamba ni kitu ambacho hakiko kiuhalisia kama vile ambavyo watu wanaaminishwa. Kinachomtesa hasa binadamu sio kile ambacho kinaaminishwa, ndo maana yangu, na hiki ni kitu cha uhakika ambacho mimi nakifahamu kwa undani, si kama. Tuko sawa ndugu yangu, unanielewa vizuri? Tupo sawa. Na sasa kupitia wewe utafiti wako na namna ambavyo unasema, hata upewa wagonjwa mia, una uwezo wa kuwatibu. Labda kwa makadirio yako, ni muda gani ambao unaweza ukachukua labda kumtibu mgonjwa mmoja wa majini ambao wanaaminika hivyo? Sisi mgonjwa mmoja wa majini, kwanza, hata wagonjwa watano tisa kumi, mimi si lazima niwepo, vijana wangu wanafanya kazi. Na kama wagonjwa watano walisema kijana wangu mmoja tu, wale ambao wamefika pale kwetu wanamfahamu kijana wangu, tumemwita Jasusi, jina letu la utani e, huyu kijana yeye, hata kama saizi mimi nipo hapa studio kwako, wakipokule waende watu watano wasema wana majini, ndani ya siku hizi tatu watatibiwa. Kitakachobakia mimi ni kuwaelimisha tu, tumewatibia nini, walikuwa na shida gani, lakini ndani ya siku tatu watakuwa wako sawa. Kwa hiyo ni kazi simple kabisa, sio kazi ngumu. Kwa hiyo kama mtu mmoja ni siku tatu, wako ambao wana shida zaidi e, ataweza kufika labda siku tano, lakini yuko ambaye hana shida kabisa, ila tu kaaminishwa, kwa sababu kuna wengine wanaambiwa tu na waganga, wakiambiwa una majini una majini. Kwa hiyo anabaki hivyo, kwa sababu kuna mtu anagombana labda na mume wake, wanashindwa kusoma nyota ya mwanaume na ya mwanamke, anaambiwa ana jini mbaya. Sasa mtu kama huyu unamtoa jini gani? Hakuna jini wa kumtoa mtu kama huyu huyu unamwelimisha tu, na anaelewa ah, kumbe kasoro ilikuwa hapa, anarekebisha kasoro yake, maisha yanaendelea. Kuna mwingine unafika kipindi kwamba labda e, hapati pesa, anaambiwa na jini mbaya. Kuna mwingine anakuwa labda mambo yake yanaribika ribika tu, anaambiwa kuna jini anakuaribia mambo yako, hasa yote ni maneno ya uongo. Kwa kwamba, kwanza akipewa mtu kama amekuja kwa kesi hiyo, amepewa maneno ya uongo, anaelimishwa lakini sasa kwamba tunachukulia yule ambaye amekuja na changamoto kwamba labda anadondoka, anatoka mapovu, anapiga makelele, au kuna wale ambao wanakwepa kwenye misiba, anakulupuka huko, kapandisha, anakwambia huyu mchawi, huyu mchawi. Kuna watu wanakulupuka, wanapandisha, si nataka damu ninywe, si nini, najua hivyo vurugu unazifahamu. sasa wale ndio tunatibia ndani ya siku tatu, kwa sababu wale tatizo liko ndani ya mwili na hajadanganywa ila nguvu zake zinapanda anashindwa kuzikontrol zile nguvu zake original. Ila sasa zile nguvu ndo zinatafsiriwa kuitwa jini, si tuko sawa? Sasa hiki ni kitu ambacho kinatibika na kinaelimishwa, kwa sababu moja katika tiba yake ya kwanza ni elimu, kuitambua ile nguvu, alafu tiba ya pili ni kwamba inaleta shida gani, kwa hiyo kuna namna kuitibia kuiondoa ile shida. Sasa hiki ndio kitu tunachozungumza. Kwanza wengi unaona wanaambiwa wana majini kutokana na changamoto zao, lakini hawana hiyo jini wanayesema. Labda ningependa kufahamu upande wa Dr. Sule pamoja na Mashe, wao wanatumia wanatumia labda sosi. Labda nikiongelea katika tafiti yoyote, kuna chanzo cha elimu ambayo unaipata wao wametumia elimu gani ambayo imewapelekea kwanza kufanya kuamini ya kwamba hakuna, hakuna shehe ambaye atakayeweza duniani? Na wewe umetumia kitu gani ambacho kinaweza kikakufanya wewe ukajiamini uka na kusema kwamba mgonjwa yote unaweza ukamtibia, yaani kwa kutumia misingi ipi na kutafuta vitu gani ambavyo vinaweza vikawasaidia tofauti na ambavyo mashehe wanavitumia? unajua Mashehe kwanza, anasema sio wote wako mashehe ambao wamesoma, pengine wana uchunguzi wao. Mimi huwa napenda sana kuheshimu akili za watu na usiona kama wanafanya kitu wewe ukafikiri kwamba umemaliza. Kuna watu wa kwa zaidi yako, ila hawajamua kufanya kama wewe. Labda ni kile ambacho unapoambiwa mtume kalogwa, na kingine pale unapoambiwa mtume anabaja, alikuwa si na shetani wake, kamsilimisha. Sasa tunachukulia kwamba mtu wa kawaida yani, wewe muumini mdogo, ukazaliwa leo, kijana kazaliwa leo, yeye ni Muislamu kwa mfano, akaambiwa habari ya kwamba mtume alikuwa na shetani wake, lakini kamsilimisha. Sasa tunaanzia pale, mtu naye atajiona kwamba na yeye anastahili kuwa na shetani wake. Lakini tunakwenda kwamba uh, mtume amerogwa. Sasa kama ukiambiwa mtume amerogwa wewe utajiona wewe ni nani? We, we, utajiona mtu wa kawaida kabisa kwamba kama watu wameweza kumloga mtume, so wachawi wana nguvu kuliko chochote. Lakini sasa sisi tunachokifanya, uh, uchunguzi, unajua, hatujabishana na maneno yao, tumebishana katika ukweli, katika mila na desturi, tunabishana katika ukweli. Ukweli ni kuchunguza kile kitu kinachosemwa kiko wapi. Cha kwanza, waganga wengi wanatibia wagonjwa wao lakini hawana uchunguzi. Sisi tunatibia mgonjwa na kumchunguza kwamba huyu, nini kilichosababisha afike hapa kwangu. Watu tu wamemtishana maneno au ana tatizo kweli? Na hata unapomtibia mtu amepona, wa unataka ujue kwamba a kwamba umemtibia kwa, yani kwa nini na amepona kwa dawa gani? Hii ni uchunguzi. Sasa hiki kitu, kwa waganga hawana. Ndio maana ukizungumzia kuhusiana na historia ya majini imeaminishwa na moja katika kuaminishwa kwamba kama ukiambiwa mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa na, jini, na, na shetani wake au jini wake katika mwili. Je, wewe mtu mdogo utabisha? Uwezi kubisha. Lakini katika tafakari nzuri, kwamba historia nyingi za kwenye dini zipo za ukweli na zipo za uongo, yani ile watubishana, zipo za ukweli na zipo za uongo. Hasa kinachotakiwa kionekane kwamba chochote kilichokuwepo ndani ya dini ni cha ukweli. Hicho ndo kitu ambacho watu wanaenda wanafeli. Sasa mimi nikikuuliza kwamba nikikuambia uh, kwamba mtume hajalogwa, wewe kwa sababu utataka utumie maandishi, utasema tu mtume kalogwa, kwa sababu wewe hutaki kutoka kwenye yale maandishi yaliyokuwepo. Lakini mimi nakupa zoezi moja, mtafute mwanaume yoyote wa miaka hii ana mwanamke aliyeishi naye ndani ya miaka kumi, 15, 20, na yule mwanamke jina lake lianze na herufi H au T. Asa, kwa mfano mtume alikuwa na mke Bi Hadija. Hadija ni KH ambayo katika tafiti ni H, tuko sawa. Kwa hiyo majina ya KH yote ni H. Asa, ukichukulia kama mwanamke ameitwa Hadija, ameitwa ameitwa Sui, Tausi, si mwanahamisi, hizo ni H Mtazame huyo mwanaume anaenda kuishi maisha gani katika baada ya kukaa kipindi, yani kwa mfano hivi karibuni umeona kwamba eh, tumeona yani, nakupeni zoezi tu, tuchukuliwe pale, uh, tumeona dada yetu maarufu hapa ameolewa na mchezaji wa Yanga uswi nani nani ni huyu Azizi ki, ehe, asa wale pale uchukua zoezi yule dada ni sasa chukua zoezi wale waishi miaka kadhaa tu kama miaka kumi tano pamoja, so miaka kumi na tano hivi sawa, wakae pamoja na hicho kipindi cha kukaa miaka pamoja sio miaka kumi miaka mitano tu wale waishi, kwa sababu ya mifumo ya mihemko ya nyota ya mwanamke ni hechi, hana bahati na mapenzi, hana bahati na ndoa, kwa kuwa neno limekaa kama vile yani kama vile mm, limetajika jina Hamisa sasa katika kitendo kama hicho, nakupa mfano huu kwamba hana bahati na mapenzi, hana bahati na ndoa. Na endapo kutatokea mwanaume mwenye kumvumilia akaishi naye ndani ya miaka kumi kumi na tano utamuona anaanza kupitia changamoto za aina tofauti tofauti, na hizi ndio changamoto ambazo Mtume ametufundisha. Yani mimi nakubali kwamba Mtume ni mwalimu ambaye Mungu alimtuma aje kufundisha ulimwengu na alitufundisha katika njia ya kwamba tusiwe na tamaa. Ukiwa kijana mdogo, unapotaka kufika kipindi cha kutafuta mke unahitaji kuwa na vitu vya kujiuliza. Yani ndio maana kwamba wahenga wetu wametufundisha kwamba tusioe pasipo kurudi nyumbani ukachaguliwa mke na mifumo ya wazazi na mila na desturi za kwenu. Sasa katika masuala ya ndoa, watu wengi wanakwenda kuangamia na hata kwenye Uislamu liko andiko ambalo siwezi kulitaja mimi, siwezi mifumo ya Kiarabu, lakini linaloeleza kuonesha wake zenu na watoto zenu ni fitina kwenu, na lingine, wake zenu na mali zenu ni adui zenu. Naelewa vizuri haya maandiko yote yana ya maana, lakini mashehe hawayatumii ipasavyo, na wakitumia ipasavyo, ndo uadui ulikopo kwenye ndoa hata ukienda kumchukua labda nimekupa mfano wa Nabii Ayubu, ukimchukua naye alikuwa na mke Birahma. Leo hii mtafute mwanaume wa miaka hii, mkewe anaitwa Birahma au Rehema au Fatuma, aishi naye miaka kumi, kumi na tano, ishirini, thelathini, wakae katika kipindi hicho, uone nini mwanaume atapitia. Kwa hiyo wale manabii hawana kosa, manabii wamefundisha kitu kizuri, lakini sisi tumekipokeaje? tunafundishana vipi? Hapo ndipo palipokuwa na tatizo, na ndipo ambako unaona Dokta Sule anasema kwamba anaweza kutoa wagonjwa watano, anasema anadilike kusema kwamba shehe yoyote duniani atakayetibia wagonjwa wake watano wala wa majini, yeye atampa milioni mia. Kwa nini anaamini hakuna mwenye uwezo huo? Sasa kwa nini hakuna mwenye uwezo huo? anaamini pia ile maneno yanayosemekana ya jini na nini ni vitu ambavyo vingi propaganda, sio vya ukweli. Sasa kwa kuwa akafanya uchunguzi wake, ndio maana unamuona anatumia kauli kama hiyo. Na ukitaka kuamini ni kweli, je, shehe gani aliyejitokeza akataka wagonjwa watano? Kwa sababu mashehe waganga wako wengi, au wajui? Eh, si wako wengi tu sasa wa mashehe waganga, wateja wao sio wanakwenda pale na wanawaambia wana majini na sio wanalipia pesa wanawatibia, lakini sasa kuna milioni mia ya wazi tu kwa wagonjwa watano, shehe gani kajitokeza? Sasa kwa kuwa hakuna, hakuna eh, sababu kwa kwa hawaelewi kile kitu ambacho kinazungumzika. Tunaaminishana, lakini uelewa wa uhakika haupo, lakini ingekuwa wanaelewa basi wangekuja kama mimi. Mimi nimesema hivi sio, wagonjwa mia mimi wanipe mia mbili manake wagonjwa mia nitazuluma, manake mia kwenye milioni mia atakuwa kila mgonjwa mmoja milioni hasa. Tunafanya kila mgonjwa mmoja laki tano, wanipa wagonjwa mia mbili sawa bwana, tunawatibia ndani ya siku tatu, tunatoa mtu. Lakini tena tena tunatoa kumi kumi, yani tunatoa kundi la watu kumi, ya nyinyi tayari nenda, nyinyi tayari nenda. Tena nataka wale wagonjwa si wale wanayeambiwa tu na majini, nataka wale ambao uh, wana matatizo katika mwili, yani wale ambao wanaumwa wanayeumwa magonjwa asiyoeleweka na anaaminika wana majini. Mimi ndo nawataka wale walete. Sasa hapo inabidi tumtafute Dr Sule kama kweli alisimama kwenye nia ya kumchallenge mtu basi tuweze kushuhudia, labda hiyo kama hiyo sasa, kauli ya Dr Sule tetee tu pale pale, kauli ya Dr Sule imeeleza mashehe hajawaleta upande na ametumia neno sio tiba pekee. Na na bwana Allykk, labda ningependa kufahamu wewe, umesimama katika imani ipi haswa? Mimi ni mtu wa mila na desturi, imani yangu mimi ni mizimu, mababu na mabibi. Imani yangu mimi ni asili nilozaliwa nayo mimi, sina imani ya kigeni situka. Sawa na kufundisha kitu kimoja tu, dini zimetuletea majina, dini zimetuletea salamu, kuna siri kubwa sana hii iache, lakini wale ambao wameingia sana kwenye YouTube yangu ya RKK wamejifunza hicho kitu. Salamu, kwanini unalazimishwa salamu? Hii watu awaijui, manake wewe umepewa jina la kigeni alafu tena na salamu yako uiache usalimiane kigeni. Hapa sehemu hii watu inawatesa sana, waijui na. Ah, asante sana, labda una lolote ambalo unapenda kuwashauri watazamaji ama mtu yote anayekusikiliza mm. Aa, mimi chakuwa shauri sana sana, nasema tupende kutumia akili zetu, tusipende kulazimishwa kuamini. Tutumie akili zetu tusilazimishwe kuamini. Hicho ndo kitu mimi nawahusia Watanzania na watazamaji wa Eko TV na wengine wote kwamba hata wewe penda kuitumia akili yako, yni, kama unasoma kitabu kama habari, kama unasikia chochote, tumia akili yako kuso, yani, aliokuandikea kitabu amekufungulia mlango soma lakini baada ya kusoma anza kumchunguza mwandishi, anza kuangalia kitu kilichoandikwa na, na uhalisia wake kwa akili yako, yani kama nawe unataka kuandika kitabu kingine. Sasa hapo ndio utakuwa mwelewa, ila ukilazimishwa kuamini na ukabakia hivyo, utakuwa unajiteza. Kwa hiyo kuna watu wamelazimishwa kuamini na wamebakia hivyo, hao utawaona hata hapo kiposti, utakuja kuona matusi nini? Kwa sababu amelazimishwa kuamini na amebakia hivyo, lakini mwenye kutumia akili halazimishwi kuamini, anatumia akili yake, anasikiliza na tafakari, anaweka na yeye uchunguzi wake. Ah, asante sana, ningependa tuweze kufunga kipindi, kama kuna lolote la kuongea ungeongea, na kama hakuna niweze kumaliza. Anafikiri ndo lishanipa nafasi mimi, nimeongea sana sana sana tu, kwamba mimi ni mtu wa mila na desturi. Ally KK ndio jina maarufu kwenye mitandao mbalimbali. Ukitaka kujifunza mambo yangu unaandika hivyo tu, Allykk, unanipata kwenye mitandao yana mbalimbali. Zaidi zaidi wewe unajua, utawaeleza. Na asante sana, nadhani ndugu mtazamaji wa Eko TV ambaye umeungana nasi mpaka hivi sasa umeenjoy na kufurahia kipindi chetu na kutazama vyema na kujifunza mengi katika mambo ambayo ameongea bwana Ally KK, na amesha kueleza namna gani ambavyo unaweza kumpata na iwapo utahitaji kutazama video zake nyingine unaweza ka ukaingia katika channel ya Ally KK TV. Huko utamwelewa vyema namna ambavyo ameelezea na kufafanua mambo mbalimbali mbali. Nikukumbushe kukumbushe kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel ya Eko TV, usahau kubonyeza alama ya subscribe pamoja na alama ya kengele, ili kuwa mmoja wa wafuatiliaji wa vipindi mbalimbali mbali katika chaneli ya Eko TV. Asante sana.